Nafasi hii kushukuru kamati zetu zote za Bunge kupitia kwenye, kwenye viti ambao hapa pamoja na wajumbe wote, wajumbe wenzangu wote, kwanza kwa kukubali kuja kujumuika na sisi leo jioni hapa kupata futari, lakini niwashukuru vile vile kwa ushirikiano ambao wamekuwa wakitupa mimi binafsi toka nimekuja katika wizara hii sana na ushirikiano mkubwa sana ambao umekuwa ukitupa kamati zote. Ni kamati ambazo wakati wote umekuwa mkihakikisha mnafanya kila linalowezekana ili kazi zetu katika wizara ziweze kwenda vizuri. Mimi pamoja na wenzangu tunajiona ni watu ambao ni bahati kusimamiwa na kamati zenye nyumba kama hii. Tunashukuru sana. a hasa bajeti ya wizara y ya Muungano hata sana sana bajeti, utakuta mbunge anasimama anazungumzia, siku hizi zilikuwa zinaitwa kero za Muungano na malalamiko, leo nakwenda kesho na kikao kati, hizo zilikuwa zinaitwa kero ishirini na tano, zimebaki tatu.

sizk imeleta mapinduzi makubwa ndani ya Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira. Haya mahusiano mnayoyatengeneza ni mahusiano ambayo kwa kweli naamini na sisi tunaendelea kuwalika kwa upendo mnaotuonyesha sisi kama kamati ya mungi. Na mimi niseme kwa muda ambao nimekuwa bungeni, nimekuwa kwenye kamati nyingi nyingi tumezoea kukaribishwa iftari pale kwenye viwanja vya Bunge na zileta sisi ngira ambazo. Lakini kwa wizara na kusema wizara inajifunga kukaribisha wabunge kwa kweli, Mheshimiwa Waziri, ndio upiga mwingi. Upiga. Kwa hiyo wetu, waambie wasaidizi wako na wao endelea kuwashika vizuri, kwa sababu kwa kweli wana maono mazuri, kwa kisha wanaunganisha kimahusiano na wabunge, na naamini kwa kazi tunayofanya ya muhimili, lakini pia na serikali inatujenga kimahusiano ili e tuweze kufanya kazi za Bunge vizuri, lakini na nyinyi kuwapa nafasi nzuri ya kufanya kazi nzuri ya serikali. E, na tunaendelea kuombea basi pale mlipopunguza Mwenyezi Mungu aongeze, lakini tunashukuru sana kwa kuendelea kuishikauia Mheshimiwa Rais. Hii inamaanisha kwamba ni kazi na utu tunasonga mbele, yeah. Sisi hapa tunasimama tu kwa ajili ya shukrani hakuna jambo lingine. Kwanza tunashukuru kwa kutualika sisi kwa maana wajumbe wa kamati ya maji na mazingira, lakini pia wajumbe wa kamati ya utawala, katiba na sheria e, ambao ni kamati e, tuseme kamati mbili mama na dada e, kushiriki pamoja na wewe katika jambo hili ambalo muhimu sana, jambo la upendo, na hatuna jambo lingine zaidi ya kusema asante. Lakini tukirudi kwenye masuala ya kazi sisi mheshimiwa Waziri Masauni tunakushukuru sana kwa muda mfupi ambao wewe umekaa pamoja na sisi, umetupa joto lisilo la kawaida, umetupa ushirikiano ambao kwa kweli sisi hatukutarajia. Tumejisikia faraja kubwa sana kufanya kazi na wewe, lakini kikubwa namna tunavyoelewana tukizungumza mambo kwenye kamati, tunakubaliana na tunasonga mbele kwa pamoja. Kwa hiyo tunayofuraha sana kuwa na eh, kama waziri wetu kwenye kamati hii. Na kwa hili jambo moja, kamati yetu ya Maji na Mazingira itaendelea kukupa ushirikiano wakati wote, iwe mchana iwe usiku, ili wewe ufanikiwe sana kama waziri katika Ofisi ya Makamu wa Rais Mazingira, na wewe ukifanikiwa, ndio maana yake Rais amefanikiwa. Hatutakuwa kikwazo, lakini wakati mwingine ukiona tumefutanafutana, hatuna jambo lingine kufanya mambo yaende vizuri ili mwishoni wote tufurahi.